Tongo Butiama mkoani Mara, mahala ambapo ni chimbuko la muasisi wa taifa la Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Baba wa taifa alizaliwa hapa mwaka elfu moja mia tisa na ishirini na mbili na kufariki mwaka elfu moja mia tisa na tisini na tisa ambapo mwili wake pia umezikwa hapa. Mpeperusha bendera kupitia Chama cha Mapinduzi katika nafasi ya urais dr Samia Suluhu Hassan amefika hapa kwa ajili ya kutoa heshima zake na kuzuru kaburi la hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na kuweka shada la maua, nukuu yake fupi tu ambayo inasema hivi: tunapopingana kiitikadi tusipigane, tupingane bila kupigana. Huo ndio msingi wa demokrasia ya vyama vingi. Baba wa Taifa alituachia misingi mizuri, kifalsafa, kisera na kisiasa. Kazi yetu ni kutafsiri misingi ile na fikra zile katika mazingira ya sasa. Sasa dira zetu na mipango yetu na ilani zetu zinatafsiri fikra na sera zile kwa hali ilivyo sasa hivi akiwa katika mkutano wa hadhara katika eneo la Mugumu wilayani Serengeti, amewahimiza Watanzania kuto kuwabeza wagombea kwa vigezo vya jinsia. Tanzania hii itatekelezwa mambo yake, itaendelezwa na itajengwa na wanaume na wanawake wote, kwa umoja wetu, kinachosema hapa cha muhimu hapa, sote ni Watanzania sote ni wa taifa moja, sote lazima tushikamane kama waasisi wetu walivyotuambia, tushikamane tujenge nchi yetu, kwamba huyu mwanamke huyu mwanamme, hayo hayapo. Hayapo ndugu zangu. Kutoka katika mikutano ya kampeni ya Dkt. Samia katika maeneo ya mikoa ya Mara na sasa Bariadi, Simiyu, mimi ni Ramadhani Mvungi wa Azam News.